Hapo shirika la Msichana Tai kwa kushirikiana na mikono yetu limezindua kitabu kinachoitwa Tai Waona Mbali chenye dhamira ya kumjengea msichana uwezo wa kujiamini, kujieleza na kupinga mila na desturi zinazomkandamiza ili asifikie ndoto yake. Mabere Makubi anaripoti kutoka Mwanza. Kitabu hicho kilichobeba simulizi za wasichana na wavulana kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania ni nyezo muhimu katika safari ya ukombozi wa msichana. Mfano, kwa mkoa wa Mara tumebaini kuna mila ambazo zinakandamiza watoto wa kike, mfano mimba katika umri mdogo, ndoa katika umri mdogo, mila za ukeketaji. Lakini kupitia kitabu hiki watoto wameasa na kuhamasisha kwamba watoto wa kike na wakiwima wa wanatakiwa wasome kwa bidii ili waweze kutimiza ndoto zaoualenga kuwafikia watu elfu tano ikimaanisha pamoja na wanafunzi pamoja na wale ambao sio wanafunzi. Tumeamua kuandika kitabu cha Tai Wa Ona Mbali kutokana na klabu ambazo ziliko, zipo mashuleni ambazo klabu zinaitwa Msichana Ni Tai. Kule uoga kuna mashindano mbalimbali ambapo wanafunzi huwa wanashindana na, na wanaposhinda huwa wanapewa zawadi lakini sasa, tukaona twende mbali wale washindi tuweze kuandika histori zao. Sajiri msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza, Okoko Moro, akizindua kitabu hicho chenye kurasa thelathini na nane, amewataka wasichana kutokubali kurubuniwa pamoja kujie na kujiepusha na mimba za utotoni. Sio kwamba tunafurahia au serikali inafurahia nyie kupata ujauzito mkiwa wanafunzi, ni kitu kibaya mno, lakini tunafanyaje? Inabidi tutafute suluhisho wa tatizo ambalo limeshajitokeza sasa. Isi ni kwamba tumetafuta ulo suluhisho sasa, endeleni kufanya tatizo. Mkifanya hivyo mtakuwa mefanya jambo jema sana. Mwambie mwenzako hapana, ili unalolitaka unalolisema, unaolifanya sicho. Ukifanya hivyo, utakuwa umemuokoa na umejiokoa mwenyewe, sawa eh? Kwa hiyo usikubali mambo ya kijinga hayo, eti kwa sababu serikali imeshaweka mitigation. Ah. Wasichana na wavulana kutoka shule mbalimbali na mazingira tofauti walitumia ubunifu wao kuelezea wanavyoona dunia, wanavyotamani iwe na nafasi yao kama viongozi wa kesho. Nimepata kipaji cha kujiamini pia, nimepata kipaji cha kuweza kuanzisha vitu vyangu mimi mwenyewe, vitu vyangu mimi mwenyewe ambavyo vinaweza amba, kumsaidia kufaulu katika masomo yangu au katika maisha yangu mengine. Na mtu aliyejiunga katika klabu ya Msichana Ndege Tai ni mtu anayejiheshimu anayejiamini na atika kufikia malengo yake. Eh, wito wangu kwa wasichana wengine na mabinti wengine ambao hawajawa washiriki Napenda kuwashauri wajiunge na klabu hii kwa sababu inasaidia, itawafanya wajiamini, itawafanya wajielewe. Kitabu hicho kimearidhiwa na mdhibiti ubora wa shule wilaya ya Nyamagana Philibert Kapela. Akishapata maarifa yaliyopo au kwenye masomo yake, akayaelewa, atajiamini kwa sababu ana kitu. Unajua, mtu hajiamini kwa sababu anakuwa hana kitu, hauna maarifa, hauna chochote utakuwa na wasiwasi hivi, nitafanyaje? Tai Waona Mbali ni mkusanyiko wa hadithi za wasichana na wavulana walioamua kuruka mbali angani, wakisoma kijitabu cha